Mahakama ya Hakimu Mkazi Arusha imewaachia huru na kuwafutia mashtaka ya uhaini washtakiwa wanne akiwemo Mwandishi wa Habari wa Ayo Tv, Godfrey Ng'omba. Wengine walioachiwa ni watoto watatu wa kiume wenye umri wa miaka 13, 16 na 17, waliokuwa mahabusu ya watoto, ambao kwa pamoja walikuwa wakishtakiwa kwa kesi ya uhaini. Uamuzi huu umefikiwa hii leo Jumanne Novemba 25 mwaka 2025 na hakimu mkazi Regina Oyier, baada ya wakili wa serikali kuieleza mahakama kuwa mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP, hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa hao. Upande wa jamhuri ulieleza mahakama kuwa mashauri hayo mawili yamepangwa kwa ajili ya kutajwa, ila DPP kwa niaba ya jamhuri hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa wa hao chini ya kifungu cha tisini na mbili cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya ishirini kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Washtakiwa hao walikuwa wakikabiliwa na makosa mawili ambayo ni kula njama ya kutenda kosa kinyume na kifungu cha 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu anadaiwa katika tarehe tofauti kati ya Oktoba mosi hadi 29 mwaka 2025 walifanya njama mbalimbali mbali za kutenda kosa la uhaini. Kosa la pili linalowakabili washtakiwa hao ni uhaini kinyume na kifungu cha 392D cha sheria ya kanuni ya adhabu. Hakimu Regina alifikia uamuzi huo wa kuachia huru washitakiwa hao baada ya jamhuri kueleza kuwa DPP hana nia ya kuendelea kuwashtaki ambapo pia wameachiwa bila masharti yoyote. Jana Jumatatu Novemba 24 mwaka 2025, washtakiwa 24 wa kesi za uhaini mkoani Arusha waliachiwa na mahakama hiyo na kuwa watakuwa chini ya uangalizi kwa kipindi cha mwaka mmoja na kutakiwa kuripoti mara moja kila mwezi katika kituo cha polisi.